Kiswahili, ukajua Kiswahili ndio fanya biashara we, you, are you serious? Like uko serious kweli wala unatania? Chia mwanangu, macho wana macho wana kadakwa, yani unaambia kachoma macho kachomolewa macho hivi? Naona kwa macho yangu ukisimama, mimi na wewe tunashindana kimo. Mkurisa ana naongea habari za leo mama, mimi akafanya kazi kwa watu bila kusoma, mimi mama ndio ah, director somebody. Vipi hali, unaweza kuniambia ulikuwa wapi na unatoka wapi na ulikuwa unaongea na nani sasa hivi, kwenye simu? Umejificha wewe, mtoto wa kike unaozesha watu, somba di director mkubwa tu, ehe, nielekeze sasa. Ile sasa kama unatisha mishakama natisha kwa nini siogopi? na uzuni uzuniuihata iokendea yaani inaona kama maisha yangu yapo hata shoga yangu hapa kubwa kuliko yote tisa, tuliokuwa nafanya kumi. Sasa unatakiwa uende kwa baba yako hey, kwa baba yako <coughs> ule baba yako, ujue kamwambia nini, ukamwigizie, umlalamikie: baba, mimi umeniozesha mwanaume ambaye eleweki, mwanaume mchawi, mwanaume naniloga, mwanaume unatunga maneno kibao alafu mda huo unakuwa serious kama hivyo, kwa serious, yani unakuwa ni kama ndio, yani kama kweli, yani mi nakwambia utakuja kunishukuru. Alafu baadaye rudi kwangu, nitakwambia nimekutuma hivi hivo, unamjua babangu vizuri. Eh wewe, ipti unaniongezea matatizo mengine, ninayaona yale, yani anakuja ya, ya, ya, ya, ya, ya, kidogo kidogo, ili ipti, sijalimaliza nimechukua vitu vyote mle ndani hapa navokwambia mume wangu hata mule ndani bado hajaingia kupaona. Leo unanizushia jambo lingine nimwambie mume wangu mcha kanilogalini si sikwambia tunaigiza yule mzee yule, ah. Mimi nakwambia ushindwe. Na hapa tusichelewe, shika mzigo, mi nakwambia utakuja kunikumbuka ewe. Wewe wewe <laughs> nenda alafu urudi. Ngoja ngajaribu lakini yule baba ninavomjua. Naenda zangu hivi nyumbani, maana nilikuwa nimekimbilia wazo wangu ndo nimekuja, ndo hilo ngasima hapa. Sio kweli, usimwache afike kokote bila kumwambia hili swala. Mimi ni ndugu zangu, nirudi zangu nyumbani. Ndugu yangu, ila iti mtihani mzito lonipa hey. Nishakwambia tunaigiza Halo. Anaongea habari za leo. Ah, ah, ah. Wanasemaga <laughs> ah, ah, ah. Eh, wale. Ah, wanasemaga nini? Ah, leo mvua itanyesha. We kiumbe, upo? Ah, director somebody, vipi hali? nafanya wewe kwa mazuri gani? Nanipendeza mimi mjomba wako? Asubuhi chai asubuhi wakunitukanisha mimi saizi asubuhi? Mtoto wa kike una matukio ya ajabu, eh, sina sina hata mwanammi ana. Mimi hata haja ukalia stuli yako sina, hata ungekuwa na sofa singekaa, mtoto yaani, wa kiume Jambazi wewe mwizi wewe, kuozesha watu bila izini, kuozesha watu bila sheria wewe, sijui mtaani huko kugombanisha watu wewe, wewe pusha wewe, unafikia mpaka kuuza watu wewe. Mi nachotaka mtoto arudi nyumbani. Mama ulinituma, lakini mi siwezi kumtafuta mtu mwenye akili zake lile jiji kubwa, nitaanzia wapi? nimtafutie wapi mjuku wako? jiji kubwa umemkosa Diana Mama mi nimemtafuta, nimemkosa, sijampata. Kwa ujanja wako huo, sijui nikwambie nini mamangu. Lakini mama, yule mtu mkubwa ujue, ana akili zake. Mtu mkubwa kwako, sio kwangu. Ninachotaka mimi mjukuu wangu arudi nyumbani, kwa sababu mi nasumbuliwa hapa. Mi ndo naobaki hapa nyumbani, walimu wanakuja kumtafuta mtoto hapa. Mi nitampata wapi sasa? Wakija maaskari Nakuja kukuonyesha wewe ukamatwe. Sasa, mama, unanitajaje mimi? Nikamatwe mimi ndo nilimwambia aondoke hapa. Ndio. Si mwenyewe, jamani. Unafikiri sijaelewa kwamba mna mpango wa kumpeleka mtoto wa nani huko mjini akafanye kazi kwa watu? Mama, mimi. Akafanye kazi kwa watu bila kusoma? Mimi, mama. Ndio. Ka... Tena rafiki zako ndo waliokuja kuniambia. Mimi nilikuwa sifahamu. Mi jamani, sijampeleka kufanya kazi yule mtoto. Katoroka mwenyewe. Ningekuwa nimempeleka mimi si ningejua alipo? Jamani, nikuulize swali. Hey, ulienda mjini au je? Nimeenda. Ulimuona mtoto au hujamuona? Sijamuona mama. Ulimuona, hata macho yako yanakusuta. Muongo hiyo. Selena, Selena kama Selena, mmejichimbia South Africa. Jii. Sasa sikiliza, mm, isiwe kile cha kuazima jamvi. Okay. Mimi lengo ni kuwa nampigia Plaza Abu hapo, eh, producer mkubwa, AK Director wa Kazabuti Media. Kuna jambo nataka nionge naye, lakini ile jambo mm, nafikiri hata wewe linakuhusu. Linakuhusu vizuri sana. Sasa ni vyema naye nikaanza kwa kwa Afrika enda wa Kazabuti. Ipo hivi. Mimi kuna project nataka tu, tuifanye huku Tanzania Umeona? Sasa nikawa nafikiria ni jinsi gani naweza nikapata sapoti kubwa. Sasa mmojawapo mtu ambaye namtegemea na wewe ukiwemo. We, are you serious like, uko serious kweli wala unatania? Eh, eh. Ah! Kwa hiyo na wewe nilikuwa nakuhitaji je? Yeah. Naweza nikakupata au naweza kuja huku

Sasa nikajikuta tu basi nimeamkia tu leo ninakuja nikasema ngoja niende mjini. Ah, kwani usiende kwa bibi yako kumuomba jamani wakati unajua unakuja huko, na mimi napenda mlenda kama nini jamani. Ah, nilikuwa na haraka haraka tu, nilivyoamka hata asubuhi subuhi sikukumbuka hata kwenda kwa bibi ni ah. Paja mjini sasa mama. Eh. Hey. Nimeka nifanye nani biashara kidogo. Anko mimi. Kwani naongea nani mimi hapa? Mimi ndio nafanya mambo hayo. Hapana, mi yanko, mnanisingizia kabisa. Mimi so, eh? Ni chizi au sio chizi ya nko wangu eh? Hayo mambo ni ya nko wako, sio mimi. Sasa usichokijua kuna kikao kimeweka kwa ajili ya wewe, kwa upumbavu wako unaofanya. Basi mjomba, ningetaka kikao hiko msingi niwekea mimi, ngemwekea kwanza mjomba wako, alafu ndo kifate kwangu mimi. Kama right angekuwa na matatizo, sawa nisinge kufata wewe kwanza, ningeanza na yeye. Lakini wewe ndo umekuwa mtu au elewani na kakako kila siku, mjomba, matukio wow ya Shiva wewe yajui. Shiva ni mwizi, Shiva ni kibaka, Shiva ni ka, na matukio hapa nakuja matukio kibao hapa kwangu, na sisemi kitu chochote na nyamaza kimya. Nyewe mnaona matukio ya kwangu mimi tu ya Shiva muyaoni kweli, mjomba <tune> Hivi unaweza kuniambia unatoka wapi, ulikuwa wapi na ulikuwa unaongea na nani?

Ha, hii fursa nani atayacha fursa kama hii? Lazima tufanye jambo la maana mpaka kieleweke. Sawa, sawa. Tena tena, hilo jambo mawili linawezekana tukalifanyia sehemu mbili tofauti, na maanisha uh, likafanyika huku Tanzania na likafanyika hata huku South Africa. Yaani yote mawili yanaweza yakawezekana kwa sababu huku limeshaanza na huko inawezekana naye likafanyika, na nyie mpo mkatuwakilisha tu vizuri kabisa. Au sio? Ah, oh, acha tu, I'm serious. Yani ai ah, jambo jema sana, nashukuru sana kwa fursa ya, naweza nikatuma hata script haya <laughs> wazee, ni mpe director tu kwa busy kidogo hivi, nimpe sio? Basi, okay, haya director, sivyo? Kama yeye angekuwa na matukio kama hayo, ningeanza kuambiwa kwa ya kwake, lakini kwa nini ambe ni wako? Sasa sikia, kwambie, wewe unajifanya unajua kuongea eh? Yaani mimi naongea na wewe unatikisia mguu si ndio? Vipengele unavonipa ambapo mimi sijavifanya. Wewe unajua kuongea. Sawa? Si unajua kuongea si unajua kuongea? Mimi sina muda wa mimi kupoteza na wewe tena, hiyo ni dharau yaani mimi naongea na wewe naongea kichogo chako mimi, nifanyaje? Umeshakuwa wewe. Mimi naondoka. Wewe umekua. Ah. Sasa hivi no unaogoko huu. Ukisimama mimi na wewe tunashindana kimo. Sasa Sa sikia, nikwambie litakalo kukuta lolote. Usijokalia na mimi. Sasa niliana wewe ni mjomba nini? Sina muda wa kupoteza. Nadhani umekifanya nini mimi mjomba? Nadhani umenielewa. Eh? Sasa nikuelewe mara ngapi? Tena hivi. Sikia nikwambie, ah. "Usinitibue mimi. Mimi nakutibua. Unantibua mjomba. Mimi eh? Umeshakuwa eh? Amano oui leo. Usinionyeshe kidole mimi, mi sikionyeshi. Kamwambia yule mke wako, mke wako ana mambo kibao, namwona kila siku kwenye shule maye. E, mbona umwambie? asante. Asante. Ah. Asante. Na kisubili kwa kikao, asante nashukuru. Haya. Mbavu. Hello. Ah, hey, director. Yeah, somba D, director mkubwa Tanzania, vipi salama? <laughs> Dalekta mkubwa, wapi bwana, nipo tu ndugu yangu. Ya, yeah, si unajua tuko South Africa tunafinya finya button kama kawaida. Si unajua record button tena. Tunafinya kila siku yani. Sawa sawa kabisa. Basi kubwa bwana, nilitaka nikwambie kuhusu, nataka nifanye project. Kuna jambo nataka nikwambie. Ah, uh, okay, no okay, no problem. Basi kama upo busy busy, ngoja nikuache, nafikiri mimi nitakupigia. Yeye, yeah, yeah, nitakupigia na sasa hivi bwana, tunakaribia uchaguzi bwana. Vipi ndugu yangu, wat, watanzania waliokuwepo South Africa wanasemaje? Yani namaanisha vipi kuhusu watanzania kuja kupiga kura na kuondoka, kuchagua kiongozi ambao atawakilisha nchi? Naona kabisa watanzania wamejiandaa na uchaguzi. Nafikiri kuna baadhi yao ambao wataweza kuwahi, kwa sababu leo tarehe ishirini na tatu na nafikiri mpaka tarehe ishirini na tisa watu wanaweza kufika na wakapiga kura na kumchagua kiongozi ambao wanamtaka yeye. Ah, ok, na wewe mwenyewe sikia, nikwambie, hiyo kuongea na nani we haikuhusu, na kama ningekuwa ni siri ningeongea huko tangu nilipotoka. Hmm? Kwanza itabia kuanza kufuatilia na siku hizi zimetokea, zimetokea wapi? Wewe mara ngapi unaongea na simu, masaa mawili, masaa matatu, shai kukuuliza au ndio kuanza kufatilia na, masama, masama, tatu, shiku, na Hmm? hizi Hivi unajisikia nini unachokiongea? Na unajua unaongea na nani? Hivi. Kama ulikuwa uongee kitu cha ajabu, mbona umeona na umeshtuka? Sasa kama unatisha kwa nini siogopi? Mimi natisha. Usinipandishie sauti halafu. Hebu nipishie nini? Ah, mimi hapana, mimi hapana, kwa sababu mimi bado niko busy sana ndugu yangu, unajua tunatafuta ugali, kwa hiyo bado na press, press button, record button. Mambo ya ISO, mambo, si unajua tena ndugu yangu, busy busy, ah, busy kidogo. Basi poa bwana, sisi ah, tupo ndugu yangu, nasubiri Oktoba ishirini na tisa, hapo mambo yafanyike. Mimi nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakaa sawa, hadi wewe naye uje bwana nanana no, no, no. usikoni ndugu yangu usikoni ndugu yangusaatapatikana eh. atapatikana wewe mweke tu kwenye orodha. nafikiri baada ya siku kadhaa tu atakuwepo paleundoazngua mm -hmm. hey, Simu yenyewe kumbe hii hapa ina line hii ina line. Afu hii ndio ya yes, sister yule bonge ajifanya white kule. Ah. Eh. Sema hii, tutaongea vizuri ya. Wapi? Smartphone, tutakaa tuongee vizuri. Ah, sababu nimejielewa. Nimeelewa au sio? Eh. Siwazi, unajua. Sasa huyu ndo magumashi kabisa. Sasa. Huyu ushatoa line hii? Tayari.